Walinzi wa amani, ni wajibu wetu kudumisha lengo la Umoja wa Mataifa ambalo ni kulinda amani duniani. Twende pamoja turudi pamoja. Naam, sehemu tu ya wimbo huu wenye jina twende pamoja turudi pamoja. Waimbaji ni Mwenge Jazz, moja ya bendi za muziki wa jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ au TPDF mkuu wa kituo cha mafunzo ya ulinzi wa amani cha Tanzania TPTC, Brigedia Jenerali Georgi Mwita Itangare, yeye akiwa sehemu ya chimbuko la wazo hili, anaelezea wazo lilivyoanza. ili kuwaelimisha askari wanapoandaliwa kwenda kushiriki katika ulinzi wa amani wa Umoja wa Mataifa, tuliona kwamba ni muhimu wakajua kwa undani kabisa ni maeneo gani ambayo wanatakiwa nini, wanachotakiwa kufanya na nini wasitakiwa kufanya, kwa sababu Tanzania ni sehemu ya uh, vikundi vya ulinzi wa amani chini ya Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo tunawajibika kufuata na kuheshimu sheria za Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo tunawapatia wanafunzi kila wanapoenda waendelee, wanausikiliza huu wimbo, anaweza asipate muda wa kusoma, lakini akisikiliza wimbo atakumbuka. Inawezekana asipate muda mda, lakini wimbo ukipigwa kwa wakati kwa sababu ni wimbo ambao unaburudisha pia. Kwa hiyo wakati anacheza anaelimika pale kwamba ah, kumbe hii hairuhusiwi. Kwa hiyo e, ni kitu ambayo tumeona kwamba itatumika kwa ajili ya mafunzo e, wakiwa hapa chuoni na hata wakiwa wameenda katika misheni, lakini vile vilevile wimbo huu tumeuta, tumeutawanya e, kwa maelekezo ya mkuu wa majeshi tumeutawanya katika vyuo vyetu vya ndani vya kijeshi kwa maana ya kukuza uelewa, sio kwamba mtu lazima aje hapa ndio tuanze kumfundisha. Kwa hiyo tunawafundisha tangu umepelekwa hadi kwenye vikosi vya JKT. Kwa hiyo hadi vijana wetu wale walio JKT, baada ya muda wataanza kuwa wanausikiliza huu wimbo. Lakini lengo ni kwamba mach, um, tunalenga kwa ajili ya walinzi wa amani, lakini i, matendo ya unyanyasaji kijinsia na kingono ni yale ambayo hayakubaliki hata katika jamii yetu sisi. Kwayo, um, kwa hiyo tunalenga kuwafundisha walinzi wa amani lakini hata katika jamii e, tunalenga vivyo kuambia jamani, ukiwa na madaraka usiatumie kuwanyanyasa wasio wanao wa, walio chini yako kwa sababu za kingono na wenyewe pia wana haki. Kwa hiyo ni wimbo ambao kwa kweli unatoa una, una meseji ya kutosha katika jamii. Brigedia Jenerali Tangare anasema Umoja wa Mataifa wameupokea wimbo huu kwa mikono miwili. Kwanza anamtaja Christian Sanders ambaye ni mratibu maalum wa Umoja wa Mataifa katika kuboresha hatua za dhidi ya ukatili na unyanyasaji wa kingono. Mmoja wa Mataifa alikuja eh, Under Secretary General Christian Sanders hapa, lakini Under Secretary General, eh, eh, eh, eh, eh Laqua ambaye ni, ni, ni, ni mkuu ni, ni, ni, ni mkuu wa idara ya operation za ulinzi wa amani, waliupokea wali wimbo huu na kuelekeza kwamba usambazwe katika taasisi zote za Umoja wa Mataifa kama eh, kuonyesha kwamba ni hatua gani ambazo zinachukuliwa, lakini vile vile utumike kuwafundisha walinzi wa amani. Askari walinda amani nao wameupokea vizuri wimbo huo. Hawa ni baadhi yao. Naitwa Meja Muhamed Nyange Omari, ni mwanafunzi katika chuo cha ulinzi wa amani Tanzania. Anashiriki mafunzo kwa ajili ya maandalizi ya utekelezaji wa majukumu ya ulinzi wa amani nchini Democratic Republic of Congo. Nyimbo hiyo imekuwa ni chachu ambayo imeleta manufaa kwetu sisi kama wanafunzi pamoja na washiriki wote wa ulinzi wa amani kwa kuwa ndani yake imeeleza mambo mbalimbali pamoja na kutoa burudani, lakini pia imetoa mafunzo mbalimbali. Mmoja wapo ni kama vile madhara ambayo anapata uh, mshiriki wa ulinzi wa amani endapo atajishughulisha na vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia uh, na vile vile inatoa E, inaeleza madhara ambayo taifa inaweza ikapata endapo mmoja tu ya watekelezaji wa jukumu endapo atajihusisha na madhara matendo ya unyanyasaji wa kijinsia. Kwa majina anaitwa Captain Zidina Heli Ngilelea, ni mwanafunzi wa ulinzi wa amani katika chuo cha ulinzi wa amani Tanzania. Hiyo nyimbo imefundisha namna gani, nini maana ya unyanyasaji wa kijinsia kupitia nyimbo? Uh, imeelezea hatua na uh, mbalimbali ambazo zitachukuliwa kwa yule mlinzi wa amani ambao atakuwa ameingia katika vitendo hivyo vya unyanyasaji wa kijinsia lakini, pia imeweka namna gani uh, madhara yake kwa sio yule tu mfanyaji, pia hata yule mhanga ambaye anapata anafanyiwa vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia anapata madhara gani? Kwa upande wangu mimi kama mlinzi wa amani, hili swala la nyimbo nimelifurahia sana. Kwa nini nimelifurahia? Kwanza inatumika kama burudani, nyimbo inafanya kama burudani, kwa tukiwa katika ulinzi wa amani, inasaidia kupunguza usongo wa mawazo, lakini wakati tunapunguza usongo wa mawazo, tunajifunza namna gani mlinzi wa amani hatakiwi kujihusisha na masuala ya unyanyasaji wa kijinsia. Dhidi yako, utarudishwa nchini utafungwa na kufukuza kazi, unaleta ghaibu Umoja wa Mataifa, yeah. Utaleta ghaibu kwenye nchi yako, familia yako na kupoteza malengo yakouwalinzi wa amani